Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, ndugu mtazamaji na mfatiliaji wa Lecture online TV, karibu sana tena sana katika kipindi hichi pendwa, kipindi cha Qurani. Ujiunge nasi uweze kuifahamu Qurani. Kabla tujaendelea, tuweze kuwakumbusha wale ambao bado hawajasubscribe, uweze kusubscribe wa hapo chini, kwa katala manyesi, bonyeza alama kingere ili uweze kutufikia vipindi vyetu vinaokuwa tayari pia nawe ambao umekusha subscribe bonyeza po like na ucomment, tuweze kuona na wewe unatunga mkono katika vipindi hivi vizuri ambavyo vinakufikia kwa hiyo. Tunakusisitiza sana tena sana, usisahau ku like na kucomment. Wakaribisha na wale ambao wanapenda kujiunga nasi katika kipindi cha Qur-an, wakaribisha. Lecture online tv ipo kwa ajili yenu sana tena sana Kabla unaendelea, ndugu mtazamaji, ndugu Muislam na naoseku Muislam, karibu sana tena sana katika kozi yetu ya arabiki ambayo itakayoanza ni tarehe moja mwezi wa nne 2024 itaendeshwa hapa pale katika kituo chetu cha Lecture Tuition Center LTC. WhatsApp kupitia WhatsApp, utasoma kwa muda wako programu yetu ni nzuri sana na osi zetu zimeandaliwa katika mazingira mazuri yatakufanya ndani ya muda mfupi sana uweze kuongea lugha ya Kiarabu utasoma lugha ya Kiarabu na utaweza kuongea kwa muda mfupi sana tena kwa gharama chache sana ndogo sana shilingi ngapi? elfu sita kwa mwezi utalipia shilingi yako elfu sita yenye sifuri tatu kisha utaanza mafunzo. Wahi kabla sajili hujafungwa utafungwa tarehe 31 mwezi wa tatu, 20, 20 na Tano. Wahisana tutafuta kwa namba 0785766703 tuweze kukusajili kwa muda mfupi sana tena sana. Pia na wale ambao wanapenda kujiunga na Qur-an program, programu yetu ya Qur-an inaendelea ni muda wote, ukiwa tayari, wasiliana tu nasi kwa namba hiyo hiyo 0785766703 uweze kushiriki nasi, usije ukasema sijafahamu Qur-an, halakuwa vio viko karibu yako. Ndugu mtazamaji, kwa yule ambaye ameshafika ya thana ya form 6 akipenda kuendelea na masomo ya university ya chuo kikuu, basi IOU International Open University ipo kwa ajili yako na tafupigana tuma message kupitia namba 0674903533 WhatsApp tuweze kukupatia link kwa kuunganisha na hicho chuo ambacho utasoma ni online kwa wakati wako. Chuo hicho ni kwa gharama nafu sana. Utachukua degree yako ya business administration, degree yako ya Islamic sheria, utachukua diploma yako ya education, degree yako ya education Arabic language, degree yako kwa muda kwa muda ambao umepangwa na chuo, lakini kwa gharama nafu sana. Wahi Sajili wao nafungwa tarehe 28 mwezi wa tatu huu, huu. IOU inaitwa International Open University. Tuende moja kwa moja katika course yetu, programu yetu ya Qur'an ambayo tumekusudia leo hii katika kipindi chetu hapa hapa YouTube. Karibu sana tena sana. Jina langu ni Mwalimu Ibrahim Maroa kutoka Lecture Online TV, LOTC, Lecture Tuition Centre. Karibu tunasoma katika Qur'an mambo ambayo kuna baadhi, unaposoma Qur'an, kuna zile alama unakuta alama ya jim au unakuta kama alama ya sad au alama ya sin. Zile alama zinakuonyesha wewe kuweza kusimama aidha ni lazima au kusimama hairuhusiwi au pia kusimama unaruhusiwa au pia unaweza ukaunganisha. Sasa tumechukua sisi alama tatu tu leo hii, tunachukua alama ambayo tapatikana sura tubakara kuna vidoti vitatu moja, mbili, tatu, vipo vile vile, huku vitatu na huku vitatu. Pia tutachukua na alama ya alama ya mimu, lakini mimu tofauti na ile mimu ya hukumu ya iklab. Hapa tutachukua nyingine alama ya jim. Tuanze na alama ambayo inapatikana katika Suratul Baqara, ukiposoma Qur'ani Suratul Baqara aya ya pili pale utakuta kuna alama vidoti vitatu imekaa hivi na nyingine hivi. Zile alama zinamaanisha hivi, unaposoma Qur'ani aidha usimame katika vidoti vya mwanzo kisha uunganishe kidoti cha pili, usisimame, pita moja kwa moja. Au kidoti cha mwanzo usisimame, nenda kasimama kidoti cha pili, ko cha mwanzo unapita nacho moja kwa moja. Mfano sura Bakara, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam Dhalikal kitabu la raiba hizo chama zote zinapatikana hapo. Alafu, nanza fihi hudan lilmuttaqin, au unaweza kusoma hivi, dalikal kitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin. Kwa hiyo utasangata hizo hali mbili ndio kuonesha. Twende katika idgham, ambacho alama ambayo unakuta alama ya mim ambayo sio mfano wa mim ya iqlab tofauti ile alama alamampatata Suratul An'am aya 66, na yenyewe pale unatakiwa usimame, lazima fani usimame. Mfano: a'udhu <coughs> billahi billahi minash shaitani rrajim inna ma yastajibu alladhina yasma'un thumma ilaihi yurja'un. Utasoma kama hali kama hiyo hapo. Na alama nyingine i katika surat Muzzammil aya ya kumi na nane inasoma hivi ile alama yenyewe, inajuzu kusimama pia, unaweza kuunganisha pia. Inajuzu nini? Kusimama. Mfano, audhubillahi min shaitani rajim assamaau munfatirun bihi Hizo ndio alama tatu ambazo tumekusudia kuja kufundishana insha Allah. Kipindi kingine tutajifunza zaidi na zaidi alama zingine zinapatikana katika Qur'an. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, kabla sijamaliza kipindi changu hichi Niweze kukumbusha kujiunga na Arabi, wasiliana nasi kwa namba 0785766703 tuweze kusajili, tuanze programu yetu. ni tarehe moja mwezi wa nne, kawahi kabla usajili haujafungwa. Na wale ambao pia wajifunza Qorani, wasiliana namba hiyo hiyo tuweze kufundisha Qorani. Qorani yetu ni usajili tu, ni muda wowote, na inshallah baadaye tutaja na utaratibu maalum lakini kwa wale ambao wameweza fana huyo wameweza form 6 IOU International Open University ipo kwa ajili yako. Naiona picha hiyo hapo, basi tuma ujumbe sifu kwa kupitia WhatsApp 0674903 53 tatu, tuweze kukupatia linki na ujisajili kwa muda mfupi, kisha uanze masomo. Ada ni nafuu sana tena sana, hata wewe unaweza kupitia kulingana na kozi yako sina la ziada. alikuwa nayo mwalimu Ibrahim Maro. Usisahau kusubscribe hapo chini, like basi hata siku moja jamani, na uweze ukomenti, toa comment yako tuione, like, sambaza wengine linki zetu waweze kujiunga. Tuseme masalama na wapendeni kwa ajili ya